Assalamu alaikum na karibu katika udukuziwa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa siku ya Ijumaa, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunakudukuzwa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii inatoka Zamani TV.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 Magonjwa yasiyoambukiza yaongezeka. Kushirikiana na TSN elimu bima ya afya kwa wote. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. ATCL mgusa wa wa kuiunganisha Afrika. Habari katika ukurasa wa tatu. Wanahabari wapewa mwezi kujisajili kidijiti. Habari katika ukurasa wa tatu. Mbeki, tuamue kesho ya Afrika. Habari katika ukurasa wa tatu. Ulega timu wa utendaji ujenzi mwendo kasi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Fundi baroni mauaji katikista, habari katika ukurasa wa nne. Wakili achukua fomu kugombea uraisi, habari katika ukurasa wa saba. Wafanya biashara kareko walia rafu za wageni, habari katika ukurasa wa saba. TMA yahadharisha baridi msimu wa kipupwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo. Leogenjela habari Tanzania, pata nakala yako, so somekondani zaidi pamoja na gazeti habari leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni kamati kuu ikikutana leo, CHADEMA kwenye uamuzi mgumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu ya Dr Azavel Lwaitama, mjumbe wa bodi ya wadhamini ya CHADEMA, inasema hakuna mali inayopotea kwa mtu kuachia nafasi yake au kuhama chama kama alikuwa na mali, baada ya kuondoka atafuata utaratibu na kuikabidhi kwa mrithi wake au mhusika. John Mrema nukuu yake anasema, kinachoelezwa na chama hicho Chadema kwa sasa ni uongo. Mitandao hiyo haipo chini ya miliki ya chama kwa sababu aliyepewa kuiendesha nadai fedha zake. Uongo, Nilishajibu kwenye akaunti yangu ya X kwa kirefu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika foleni zinavyoleta karaha umasikini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Habari picha inaonyesha magari yakiwa kwenye foleni katika barabara ya Mandela mkoani Dar es Salaam foleni inasababisha watumiaji kutumia muda mrefu kufika ofisini na majumbani mara kwa mara. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Dkt. Prosper Nyaki ikisema, kama mwendokasi zote zinafanya kazi vizuri watu hawatapoteza muda njiani wala mafuta mengi, na litakuwa suluhisho zuri barabara zikikamilika na uendeshaji wa mwendokasi ukienda vyema mji utabadilika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. SMZ ya kusanya bilioni kumi na sita bima ya wageni, habari katika ukurasa wa kumi na saba. Sababu wabunge kucharuka fedha bajeti ya kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Wabunge wameijia juu serikali kwa kushindwa kuipelekea fedha za kutosha wizara ya kilimo ikilinganishwa na bajeti iliyopitishwa katika mwaka wa fedha 2024-2025 wakizungumza jana bunge ni jijini Dodoma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Mwananchi limeandika chauma kuteua wakurugenzi wake habari katika ukurasa ukurasa wa tano. Ushuzi wako afya yako habari katika ukurasa wa 12 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Ijumaa leo, pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Gazeti majira ninalo mikononi mwangu lenye limeandika udhaifu watendaji BRT waibua mambo mapya, ni ule ulioibuliwa na Waziri Ulega, sasa wang'olewa, lengo ni kuongeza kasi, kupunguza foleni. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali yaanika mafanikio ya Rais Samia sekta ya ulinzi, habari katika ukurasa wa tano. Mpango awataka Watanzania waishiwa Brazil kuzingatia sheria, habari katika ukurasa wa nne. Mwanaharakati wa Kenya achiwa arudishwa kwao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. TMA yatabiri mwelekeo wa hali ya hewa upepo, habari katika ukurasa wa nne. Mbeki ya shiriki mahadhara wa siku ya Afrika UDSM, habari katika ukurasa wa pili. Trump amshambulia Ramafosa, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Kuhifadhi nywila kwenye simu na hatari iliyopo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na sita. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Majira, ya gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CHADEMA kujifungia kujiuliza yaliyo ndani. CHADEMA inaitisha kikao chake cha kamati kuu kwa mara ya kwanza bila uwepo wa mwenyekiti wake Tundu Lissu, ambaye yuko gerezani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Ni kikao cha kwanza tangu kuibuke vuguvugu vugu la kuhamahama linalokikumba chama, baadhi ya wanachama wakikimbia na kuhamia Chauma. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili imeandika mradi wa ujenzi wa mwendo kasi wa ang'oa vigogo TANROADS, habari katika ukurasa wa pili. Mbeki: Afrika nakumbwa na changamoto za kiuchumi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mtaalamu wataja mbinu kukabiliana na udukuzi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. TMA adharisha wagonjwa katika majira ya kipupwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kipupwe kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kinatarajiwa kuwa na upepo wa wastan utakaovuma kutoka kusini mashariki kwenye maeneo mengi ya nchi na vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini. Dr Ladislaus Changa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwanaharakati Kenya arudishwa nchini kwao, habari katika ukurasa wa tatu. Tanzania inavyojivunia uhifadhi wa bayoanuai ndani ya taarifa nyingine katika ukurasa wa nane hadi ukurasa wa kumi na nane. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Nalo gazeti Uhuru, ukweli daima mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele, diplomasia ya ulinzi ya dhibiti wanaopanga kujipenyeza nchini. JWTZ kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama inaendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitendo vyote vyenye viashiria vye vya uvunjifu wa amani, kwani taifa letu ni salama lenye utulivu wa amani. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr Stigomena tax tabo. Mbeki ashauri mikakati kutatua changamoto Afrika, habari katika ukurasa wa tatu. Dr Mpango atuangalizwa kwa watanzania wanaoishi Brazil, habari katika ukurasa wa pili. Ulega pangua vigogo wanaosimamia ujenzi wa barabara za mwendo kasi, habari katika ukurasa wa tatu lakini pia gazeti hili limeandika mikoa sita kukumbwa na baridi ya wastani habari katika ukurasa wa sita. Wa bunge wampongeza rais D Samia kuleta mapinduzi katika kilimo habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar Leo ninalo mikononi mwangu lenye wa habari iliyopewa kipaumbele ni D Mwinyi, tunauthamini mchango wa madaktari bingwa. Aipongeza Agota kupunguza vifo vya uzazi habari katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika kesho, Afrika haiwezi kuamuliwa na wageni, Mbeki. Habari katika ukurasa wa kumi na nane vyama vitatu vya siasa vyakosa hadhi za kiofisi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Dr Harun ahimiza uwekezaji wa rasilimali watu, habari katika ukurasa wa tatu. Trump Ramaphosa wakabiliana kuhusu taarifa za mauaji ya kimbali ya wa wazungu, habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Kamanda Shila waunya wakaguzi wa polisi habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gazeti wa Machinga, sauti ya wa wanyonge, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wizara ya ulinzi. Sekta binafsi kufufua viwanda, waziri ataeleza viwanda vyote vilivyokufa kufufuliwa kwa teknolojia ya kisasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Watendaji BRT wapanguliwa, ni baada ya udhaifu ulioibuliwa na waziri Ulega. Lengo ni kuongeza kasi, kupunguza foleni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mwanaharakati wa Kenya achiwa na kurudi kwao, habari katika ukurasa wa pili. Wabunge waitaka serikali kutoa fedha wizara ya kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye li limeandika watu wakipindua meza, ni Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane Jumapili Mei ishirini na tano. Habari picha Steve inamwonyesha Des Mukwala, gazeti hili likiandika nafasi za wazi katika mechi ya awali, forward wa Simba ilipoteza umakini mipira ya free kick. haikutumiwa vyema na Simba ikiwa ugenini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika mpira apewe chama. Habari ni katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Kiungo mshambuliaji huyo wa zamani wa Simba alitoa Yanga kwa mkataba mfupi. Gazeti hili limeandika nondo za lejendari Amri Kiemba katika ukurasa wa kumi na mbili. Ni Hamisa dhidi ya Gadiola. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili lakini pia gazeti ya mwanaspoti limeandika seria a leo ijumaa ni como dhidi ya inter milan ni saa tatu na dakika 45 usiku pata nakala yako ya gazeti ya mwanaspoti usome kwa ndani zaidi ya habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele magazeti ya habari habari za michezo na burudani nalo gazeti ya habari leo geji la habari tanzania ukurasa wake wa nyuma limeandika mwinyi aishika mkono simba sports club raisi wa zanzibar Dr Hussein Mwinyi ametoa zawadi maalum kwa klabu ya Simba kwa kugharamia matumizi yote ya uwanja wa new Amani complex Unguja kwa ajili ya mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ya Morocco Jumapili. Gazeti hili limeandika mikono ufukweni, nguvu zote michuano ya dunia. Wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania ya mpira wa mikono ya ufukweni chini ya umri wa miaka 17 wameanza kujiandaa kwa michuano ya dunia inayotarajiwa kuanza Juni 17 hadi 22 nchini Tunisia. Gazeti hili limeandika Zamalek ya mvunja benki Mzize. Klabu ya Zamalek ya Misri imetuma ofa kwa klabu ya Yanga ikihitaji huduma ya mshambuliaji